Niko na ishu ya msanii Lil Durk rap kutokea kule nchini Marekani, ambapo pia msanii wa muziki huyo eh, mshikaji bado yuko kizuizini, tunaweza tukasema hivyo mara baada ya jaji wa mahakama ya wilaya ya Marekani eh, kuweza kukataa pendekezo lake la dhamana ya dola milioni 4 na laki tano, akisema kuwa eh, kiasi hicho hakitoshi kuhakikisha kuwa atahudhuria eh, bana kesi yake. Sasa jaji pia ameweza kueleza kuwa maendesha mashtaka hawajaridhishwa au hawajaridhishwa na ile kesi ambayo inakuwa inaendelea, masuala mazima ya ushahidi wa kutosha kuweza kuhalalisha e, kumweka jela e, kabla ya kesi yake kuweza kusikilizwa na unaweza e, kusema hukumu kuweza e, kutoka. Sasa Lil Durk anakabiliwa na mashtaka ya shirikisho yanayohusiana na njama ya mauaji kwa malipo inayodaiwa kuwa e, kulenga msanii mwenzake wa rap. E, ambaye anafahamika kwa jina la Kuanando Rondo, ambaye pia anaweza kusababisha kifo cha binamu yake Rondo, ambaye anafahamika kwa jina lingine la e, Saveya Eh, sasa eh, Lil, pia, eh, eh, Lil, Lil, Lil Bab pia pia eh, Robson mwaka 2022 amejibu mashtaka hayo kwa kusema kwamba si hakuhusika na anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani ikiwa atapatikana na hatia ya kesi hiyo ambayo pia imeweza kupangwa kuweza kuanza 14 na Oktoba mwaka 2025, ndipo kesi hiyo itaweza kuendelea endapo itafahamika au itajulikana kwamba ni kweli alifanya hicho kitu and bas, ataweza kufungwa kifungo cha maisha ya msanii huyo wa uh, Lil Durk, msanii wa rap kutokea kule nchini Marekani. Sasa kesi ya madai ya kifo eh, kisicho cha haki mnamo Oktoba mwaka 2024 yaani mwaka jana hiyo eh, familia ya marehemu Carlton FBG Duck, pia wiki eh, iliweza kumshtaki Lil Duck eh, wakidai kuwa eh, yeye na lebo yake ya o OTF waliweza kunufaika au kuweza kutokana na kifo cha FBG Duck kuweza kupitia uzembe na mwenendo mabaya au mwenendo mbaya zaidi, eh, kupitia eh, mis, eh, mis, eh, misunderstanding ambazo zilikuwa zinatokea baina yao na kuweza kuleta tafaruku hapa na pale na kuweza kutokea matukio kama hayo na mshikaji kuweza kufariki na ikasemekana kwamba mshikaji ndiye ambaye ameweza kumuua sasa.

Pia mnamo Februari 2025 eh, nikimaanisha mwezi wa pili ya mwaka huu eh, familia ya Savey pia Lil Pub eh, eh, eh, aliweza kufungua kesi dhidi eh, ya Lil Durk wakimtuhumu kuweza kuhusika katika mpango wa mauaji kwa malipo ambao pia aliweza kusababisha kifo cha Robinson. Sasa kesi ya madai pia ya udanganyifu wa haki za wimbo ambao pia hii ni kesi yake nyingine ya pili kwamba kulikuwa kuna madai tofauti tofauti ya nyimbo ambazo pia zilikuwa zinaendelea. Sasa mnamo Desemba mwaka 2020 na 23 h ya yaani mwaka juzi, kampuni ya Exi, Existly, eh, Talent Capital iliweza kumshtaki eh, Lil Durk kwa madai ya kuuza haki za wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Bedtime eh, kwao wakati tayari alikuwa amesaini mkataba wa kipekee na Almano Records ambao pia Eh, Existi, wanava, eh, wanadai hasara ya zaidi ya dola milioni 12 kuweza kutokana na mkataba huo wa udanganyifu. Angalia kuwa kwamba kesi hizi pia kubwa na ni, ni naweza kusema zina, zina, zina mshiko mkubwa kabisa ya katika masuala mazima ya kimuziki na zinaweza kuwa na athari kubwa kwa kazi na maisha ya Lil Durk. Hakuna ushahidi wa madai ya fidia ya dola bilioni 11 mj eh, dhidi yake ambayo pia alikuwa amekwisha kuwekewa pale eh, mwanzoni kabisa. Angalia kuwa eh, dola bilioni 12 ambazo pia zilikuwa zimekwisha kuwekwa mara baada ya yeye kuweza kufanya udanganyifu au uhujumu tunazokasema kwenye nyimbo ambayo pia ya mshikaji ambaye amekwisha kufariki, nayo kesi imeweza kuhujumuishwa. So anaonekana anakuwa na kesi mbili. Kesi ya kuweza kusababisha kifo chake mshikaji, kisemekana kwamba yeye ndo amemuua kwa kuweza kudhamiria, lakini pia kesi ya pili ni ya kwamba yeye kuweza kuhujumu moja kati ya kazi ambazo pia walikwisha kuzifanya e, wote wawili kuhusiana na kesi hii. So endelea ku drop comment yako hapo bila kusahau ku subscribe channel yetu ili wa kwanza kuweza kupata updates pia kutokea hapa hapa. Endelea kutufuatilia Ciao.